Ha, tushikilie tu, tu, tu, tu hapo hapo eh, nataka kumkaribisha ndugu yangu kidogo eh. Ndugu yangu karibu eh, kakuona hapo lakini ni vyema ukaiambia serikali kwa ujumla kuhusu swala hili la leseni eh, uiambie serikali na kuishauri pia kwa sababu nyinyi ndo wadau wakubwa eh, nyinyi ndo mko barabarani kila leo ko, ni vyema ukaiambia serikali na mchango gani kuhusu swala hili eh, la leseni karibu. Uh, kwanza nipende kushukuru uh, kiongozi mwenzangu uh, Bwana Moshi Rajabu na viongozi wote mliokusanyika hapa katika kuzungumza swala hili. Kwanza nijitambulishe, kwa jina naitwa Rajabu Rashid Marupu ambao ni, ni mdau wa usafirishaji lakini pia, uh, ni dereva uh, kuhusiana na swala hili la kuusana uh, leseni, mimi nipende kuishauri serikali kabla hawajatoa matamko, basi watembelee taasisi ambazo zinakuwa na hawa madereva kwa ajili ya kuwapa ushauri kuhusiana na haya mambo ya katika tasnia ya udereva, kwa sababu hii ni tasnia kama tasnia zingine kazi, yani kama madereva wanafanya kazi kama na kazi zingine. Sasa wanavyotoa matamko, wanaendelea kuwaongezea madereva kuendelea kufikiria zaidi, lakini mwisho wa siku kuja kusababisha ajali isiokuwa za lazima. Hivyo sasa ni vyema jeshi la polisi, kitengo cha usalama barabarani, zikajaribu kutembelea hizi taasisi ambazo zinakuwa karibu na hawa watu madereva kwa ajili ya kuwapa ushauri mtambuka husana na hili swala zima la, la leseni au maswala zima la kitasinia kama kitasinia ya udereva kuliko kutoa matamko, kwa sababu matamko dereva taaza kuanza kuisyale matamko, lakini mwisho wa siku utamwongezea ugonjwa wa afya ya akili, kwa sababu atakuwa anafikiria zaidi kuliko vitendo. Kwao ni bora zaidi hawa viongozi waje, tukae nao, tuwape ushauri, ni kitu gani tufanye, na wengine hawajui, na wengine hawaelewi. Hapo hapo, ndugu yangu, watanzania wanakusikiliza na madereva wa Tanzania ujuma aza ningependa, nini mawazo yenu, mkutane na nani katika hii wizara ama katika hii serikali, mkutane na kiongozi yupi? Aia muweze mwe, kumpatia ushauri huu kama na nani. Uh, katika ushauri tungependa kukutana na mtendaji mkuu wa serikali ambayo ni waziri mkuu, kuweza kumsha kumpa ushauri kuhusu hii kada ambayo kidogo imesahaulika, japo inafanya kazi kwa bidii. Lakini kama imesahaulika, sasa tungekutana na waziri mkuu na mamlaka, mamlaka nyingine kama mamlaka ya Atra kama uh, waziri wa kazi na katiba, waziri wa uchukuzi wa mm, kwanza ukaa nao kuwashauri ni namna gani tunaweza tukasofu tuka, tuka matatizo ya, ya hii kada ya madereva au tasnia ya madereva kuliko kutoa matamko kama jeshi la polisi. Okay, shukrani, shukrani, maelezo yako yamejitosheleza kabisa na maelezo yako yameshiba. Nashukuru sana. Eh, Kiongozi wangu hapa eh, karibuni tu tumesikia mkiwa na taasisi lakini wewe ndakuja baadaye kidogo kukuuliza swali hili ambalo nataka kumuuliza e, ndugu yangu hapa, kiongozi wangu, yeye ni mkongwe kwenye taasisi ama anaweza kusema taasisi ama chama e, huko kwa muda mrefu kuliko kiongozi wangu hapa. Je, imeshafanya jitihada zozote zile za kukutana na uongozi wa juu wa serikali kuhusu swala hili la leseni? Uh, kimsingi tumeshafanya hivyo hivyo uh, tumejaribu kukutana na jeshi uh, la polisi kwa levo yake, kutana nao lakini bado tukakutana na uh, uh, chuo cha ni tuza nao, na bado tulikuwa tunahitaji kukutana na uh, osha tata osha, tuatikani nao, tumepata appointment lakini bado tumepata appointment na jeshi vile vile la polisi kupitia e, mkuu wa mafunzo wa jeshi la polisi. Kwa hiyo tulikuwa tuko kwenye harakati hizi nini, yote, yote kwa ajili ni nini? Ni kwamba hata kupitia haya tunakwenda kuangalia ajali zinazojitokea, lengo ni kufuta ajali zizijitokea barabarani. Sasa nini tufanye ni kwamba hizi kada zote tukutane na tufanye na natu, tupeane maelekezo kwa sababu sisi tuko firidi muda wote eh? Sisa sisi ambao tuko firii tuna, tunaishi maisha mengi sana huko hukoi, tunajua tunaangalia hizi hadhabi 1 2 3 4 5 zinatokea wapi, tuwape haya mambo, alafu anafanya kazi. Sasa mtu anaweza akasema kwamba kwa nini kwa ajali osha, tembeleni kwenye makampuni haya, kampuni utakavyoona hali yake ujue ndio hali ya barabarani na ubishi. Sasa kama wenye mamlaka ya kusimamia usalama mahali pa kazi hawapo au wamelala, ni, ni wajibu wetu sasa kuwaamsha. Kwao tupo kwenye hizi jitihada, nashukuru na, na, kwamba taasisi nyingine imeongezeka hapa. Tunakwenda kuunganisha sasa nguvu zote kwa pamoja, naamini mambo yatakwenda. Lakini kwa hiki kinachokuja mwezi wa nne, nazidi kukazia eneo hilo, ichukue tahadhari za, za, za umakini sana isije kuleta taharuki na kuna habari inaendelea na, kuta, na, na, na kutapakaa katika eh, katika vyanzo vya taarifa za, za sisi ama za nyinyi viongozi eh, kuna kiongozi kanipenyezea kwamba tarehe mwezi wa nne tarehe moja tutaanza huo nyakua nyakua, tutumie lugha hiyo. Sasa madereva hawa waliokuwa hawana hawana vyeti ama hawana vigezo, wana kama kutishia hivi jambo la kutokuingia barabarani, hilo lina ukweli kiasi gani? Yaani kuwasaidia wale wenzao wenda hawajatimiza vigezo, aliyakuwa ni mtu ambaye amefanya yeme kazi nikimaanisha amekuwa dereva kwa muda mrefu, miaka mingi pasipo kusababisha ajali, kama wewe ulivyosema. Kwa hiyo wana e, kuna za chini chini zinazoendelea kwamba wana kila sababu ya kugomea kwa kile ambacho kitatokea kita, kita ama kitaanzishwa na jeshi la polisi za e, e, kunyakua nyakua, nina ukweli kiasi gani? Uh, ukweli ni kwamba ni upo ni kwamba kama tunavyoshauri kwamba haya matamko yanasababisha e, chuki nyingine izaliwe kwenye kundi lingine. Kwa hiyo matamko yanavyotoka, na, na kundi lingine linajiandaa kukabiliana na yale matamko nini kitakachoenda kuendelea hapo ni hicho ambacho eh, automatic nimesema automatic, kitatokea direct, moja kwa moja. Kwa hiyo tuseme kwamba hicho tunachosema kipo na tayari watu wameishajiandaa kabla ya kwenda huko, basi itafutwe namna nyingine ya taratibu, kama nilivyosema kwamba watu waratibiwe, kwamba wewe huna unatoka kampuni gani, tapata watu ishirini kwenye kampuni moja alafu, mna, mna, mna, take note kwamba sasa, okay, kwenye kampuni hii mtapata wote, mtapata takwimu alafu then mnaanza kuwashauri kwamba watu wafanye moja mbili tatu nne tano. Ah, shukrani nimewasikiliza, mawazo yenu na michango yenu ni mizuri sana lakini hamjawahi kuletewa proposal, eh, ama na wadau wenu kuhusu kwamba kuiomba serikali iwasaidie hata kiasi cha kuweza kuwasomesha? Tumeona wahitimu wengi ama wanafunzi wengi wakiomba kusaidiwa ee, kusomeshwa na serikali. Nyinyi kwenu limekaaje vile, ama mmelizika na kile mnachokipata, kwa sababu kuna wengine wapo kazini, wengine hawapo kazini. Uh, tulilifanya tulilifanya yeah. Na na naamini viongozi wengine wataniunga mkono kwamba kuna kitu kinaitwa dereva Tanzania yeah. Dereva Tanzania inakuja sasa kutengeneza mazingira halisi sasa ya, ya, ya ku, ya kuitaka serikali iwekeze sasa nguvu e, ya kiuchumi katika hilo eneo hii e, ni hivi karibuni e, litakuwa liko tayari, na sisi kwenye taasisi yetu tunaamini hata taasisi hii mpya inaunga mkono jambo hilo. Tulishawahi kulifanya lakini changamoto ikatokea kwamba watu wengi au watu wetu wanakuwa ugaibuni wanakuwa nje akirudi wengine wameenda. Kwa hiyo kuna kuna jambo la kiufundi ambayo tutakaa wote kwa pamoja, ikiwa ni sisi lakini pamoja na serikali, kwa tuliratibu kwa uzuri hivi liweze kwenda sasa. Ndio maana nikasema mafunzo mtandao yatatusaidia sana kulingana na ikolojia ya kazi yetu hii. Mafunzo mtandao yakirasimishwa mtu yuko zake Bujumbura, yuko zake Kongo, akajisomea kutubi kutubi kutubi kutumia simu janja, akatuma majibu yake, yakaonekana ni majibu safi, anapewa control namba analipa, analipa, anapata cheti. Na tumesema taaruma yetu sisi, kila baada ya miezi kumi na mbili mtu ajikumbushe. Kwa hiyo tunasema hata chuo kibadilike sasa, kwamba kitengeneza kwamba wakati wa kufanya hizi induction, basi angalau tulipera kidogo watu wao wanavutiwa, yeah. Kila baada ya miezi 12 wana, wanajisomea masomo yao kwenye mtandao. Hii inatusaidia sana, lakini vinginevyo kwa kweli itakuwa kwa kwa kila mwaka itakuwa najitokeza. Asante, asante sana, nashukuru kwa, kwa kunisikiliza ama kwa, kwa kusikilizana. Naweza nikasema ee, naomba, naomba nikupe fursa ya mwisho kiongozi wangu. Ee, lakini sikupe fursa kama kiongozi wa chama, nakupa fursa kama mdau, kama kiongozi wa taasisi. Kifupi, fursa kama kiongozi wa taasisi. Nipe kiungo eh, na fursa kama anataka nikupe fursa kama mdau. Naam, e, sante nataka nikupe fursa kama mdau namaanisha kama wewe ndio dereva. Ndio, nataka ndodereva unaweza kuomba, kuomba nini eh, kwa rais wako kwa sababu hili ni jambo huenda ni kubwa sana. Naam. Lakini inaweza likawa ndogo sana eh, kwa kwa kwa rais wetu huyu wa Tanzania. Asante sana. Eh, eh Dr. Doktor... Samia Suluhu Hassan unamjua vizuri kwa hiyo naomba yaani nikupe fursa ya kuweza kuomba ombi lako moja kwa moja liende, liende, liende, liende, liende kwake. Eh, nashukuru sana nashukuru sana Moshi Rajabu kwa kunipa nafasi kuongea kama mdau au dereva. Mi kweli ni dereva na nahudumu kwenye kampuni lakini hapo ameniambia niongee kama mdau. Sasa mdau yani kama dereva kama dereva. Sasa kuhusu swala la leseni, kuhusu swala, swala la leseni hakuna yani katika tanzania yangu hii, mimi nimesafiri nchi nyingi za Kiafrika na nimebahatika kusafiri Europe, yani nchi mbili, lakini Afrika sijawahi kuona dereva kila baada ya miaka minne anaenda kusomea topic tofauti ya sheria zile zile za usalama barabarani. Na tatizo letu nikiwa kama kama dereva, tatizo letu Watanzania, miundombinu ni Mi ile ile ya mwaka 77. Tatizo letu la Watanzania viongozi tunarisishana igoya ninaongeza namaliza, niombe sasa, nikuombe Moshe Rajabu, nimuombe rais wangu Mama Sania Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nadhani cap namba zote unazo za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sheria na katiba unazo katika nchi yoyote jeshi kubwa ni jeshi la wananchi, jeshi la kujenga taifa na jeshi la usafirishaji. Jeshi la usafirishaji limetengeneza madereva. Sasa hichi cha mwezi wa nne hichi kitaenda kusababisha nchi nzima kitashindwa kuroteti huduma za kijamii, na tutaenda kusimama. Shukrani.